Leo hii tuna take advantage ya kila mtu kimsikia. Sasa hivi nakwambia, sasa hivi ah, mwanangu, gari za diesel sasa hivi zinatembea. Gari za diesel babu, sasa hivi zinakimbia kuliko gari za petroli, inachanganya kama gari ya petroli. Tuna majidi tuna nini, lakini the first person wa ku kuzifanya engine za diesel zikawa hivi tunavyoziongea sasa hivi mm. Alikuwa ni Ferdinand Piech, kwa sababu wewe sasa hivi unaifahamu TDI, wewe mwenyewe unaifahamu TDI yeah. Kuna gari nyingi kichizi tunazoona zimeandikwa TDI yeah. Turbo direct injection mm. Ilikuwa ni invention ya kwanza ya Ferdinand Piech kwamba gari ya, ya, ya diesel inakuwa na direct injection yeah. With turbo, kwa maana hiyo tukaanza kuutilize high pressure fuel pumps ambazo watu wote wanaziita D4D